Hivi hey, unadhani ni nani aliyekuambia kwamba ukiwa na msongo wa mawazo unaweza kutatua matatizo yako yanayokusumbua kwenye maisha? Kuna baadhi ya vitu sifanye kwa bidii sana, kwa sababu vinakusababisha unakosa amani kwenye maisha. Aliwahi kuniambia babu yangu, walioambiwa walio vijana, ujana ni maji ya moto, mpaka leo wanasubiri upoe. Na walioambiwa ujana ni maji, walioambiwa kwamba Kijana ni taifa la kesho, mpaka leo wanasubiria kesho ijefika. Hakuna ga kesho bila leo, na hakuna jana bila leo. Maisha ni sasa, yani vile ulivyo navyo sasa hivi ndivyo vya kwako, vile ambavyo haviko kwenye mikono yako havikuhusu. Kuna wakati, hebu acha kujipa msongo wa mawazo. Unajua, unakesha sana, pengine una sali sana, wasio makanisani, pengine unahangaika kwamba ni namna gani upate maisha ya furaha. Kuna watu wanajiandaa sana wafanye vipi? Wanaenda kuishi vipi mbinguni, alafu wanasahau kufanya wanavyotakiwa kufanya waishi hapa duniani. Hebu acha kuwaza kwamba mbinguni utaenda kuishi vipi, ila cha msingi tu nikukumbushe kwamba hebu angaika hapa duniani unaishije na sio mbinguni utaenda kuishije, kwa sababu kuanza kutumia kitu ambacho hauna hilo ni ubongo, matatizo ya afya ya akili. Lakini ukiweza kutumia kitu ambacho unacho lazima utasogea unakokwenda. Hilo neno langu la mwisho nikwambia, jifunze kuitumia dunia na usijifunze namna ya kwenda kuishi mbinguni, ila jifunze namna nzuri ya kuishi duniani. Maisha ni hapa hapa, kama mbingu ipo ni ahadi tu.